Serikali ya Uturuki imetoa hati ya kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu pamoja na maafisa wakuu wa serikali yake kwa madai ya kuhusika na mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa kufanyika katika Ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa Istanbul, jumla ya watu 37 wametajwa katika orodha ya watuhumiwa, wakiwemo Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir na mkuu wa jeshi luteni jenerali Eyal Zamir. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuchapisha majina yote waliotajwa katika tuhuma hiyo. Uturuki na tuhumu maafisa hao kwa kuendesha kwa mfumo maalum vitendo vya mauaji na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza. Taarifa hiyo pia imetaja kitukio la hospitali ya urafiki ya Kituruki na Kipalestina iliyojengwa na Uturuki katika ukanda wa Gaza, ambayo ilishambuliwa na jeshi la Israeli mwezi Machi. Israeli, kwa upande wake, imepinga vikali hatua hiyo, ikisema ni mbinu ya kujitafutia umaarufu. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli, Gideon Sar, aliandika kwenye mtandao wa X akisema, Israeli inapinga mbinu ya kutafuta umaarufu ya Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki. Mwaka uliopita Uturuki iliunga mkono kesi ya Afrika Kusini katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ dhidi ya Israel kwa madai ya mauaji ya kimbari huko Gaza.